Ilianza kama jambo la kawaida, lakini kadri siku zilivyosonga nayo pia iliendelea kupotea. Hii ni sarafu ya kitanzania ya shilingi mia tano inayoaminika kuingizwa kwenye mzunguko wa fedha kwa, kwa lengo la kuleta uimara, kwani ile ya noti ilionekana kuchakaa kwa haraka. Benki Kuu ya Tanzania yani BOT ndiyo chombo chenye jukumu la kutoa sarafu na noti halali, yani legal tender, zinazotumika hapa nchini. katika kutekeleza jukumu hili Benki kuu hutengeneza noti na sarafu zenye uwiano wa thamani yani denominations unaozingatia uwezekano wa zile zenye thamani kubwa kuweza kugawanyika katika zile zenye thamani ndogo ndogo. Hii hulenga kurahisisha upatikanaji wa chenji na uwezekano wa wahitaji wa viwango mbalimbali vya bidhaa na huduma kupata katika mafungu yanayokidhi mahitaji yao. Katika kutekeleza jukumu hili, benki kuu imetoa toleo jipya la sarafu ya shilingi mia tano hatua hii imezingatia vitu vifuatavyo: moja, kwamba noti ya shilingi mia tano ndiyo inayotumika zaidi kwenye manunuzi ya kawaida ya kila siku ya wananchi wengi kuliko noti nyingine yoyote. Hivyo noti hiyo hupitia kwenye mikono ya watu wengi katika kipindi cha muda mfupi na kuchakaa kwa haraka. Mbili, noti hizi hukaa katika mzunguko kwa muda mrefu bila kurejeshwa kwenye mabenki kwa wakati mwafaka ili zibadilishwe zinapokuwa zimefikia ukomo wake. Na tatu, sarafu hukaa kwenye mzunguko kwa miaka mingi zaidi kuliko noti za kawaida. Nilipata fursa kutembelea Benki Kuu ya Tanzania yani, BOT kwa ajili ya kuondoa mkanganyiko huu kwangu na kwa Watanzania wengine. Na kwanza nilifika hapa na kushuhudia namna sarafu hizi zinavyochukuliwa kwa wingi na watu mbalimbali wakiwemo wafanyabiashara. Na mtazamaji, hichi ni chumba maalum kabisa katika benki kuu ya Tanzania BOT, ambacho kinahusika na kutoa ama kusambaza chenji kwa wananchi mbalimbali ambao wanafika hapa, kama ambavyo wanaweza kuwaona. Lakini fedha hizi zinatoka kwa wingi kabisa, zinaelekea wapi? Ili ndio swali ambalo tunaweza kujiuliza, kama ambavyo mmeweza kushuhudia hapa, nyingine zikibebwa kwenye magunia, nyingine zikibebwa kwenye viroba, lakini zinapoelekea na kukosekana kwa fedha hizi ama sarafu hizi za mia tano huko mitaani bado ni swali ambalo wengi wanajiuliza. Baada ya kushuhudia namna fedha hizi zinavyotolewa, napata pia fursa kuzungumza na Masen Kobelo. Huyu ni mkurugenzi wa huduma za benki na sarafu kutoka Benki Kuu ya Tanzania yani BOT. Ungana nami BOT na moja kwa moja mekuwa kutana na mwenyeji wangu huyu ni Masn Kobelo ambaye ni mkurugenzi wa, wa huduma za benki na sarafu kutoka benki kuu ya Tanzania yani BOT. Kubwa ambalo imeleta hapa ni kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya fedha, hususan sarafu ya shilingi 500 ambayo kwa hivi sasa imekuwa haionekani vizuri kabisa. Nzuri. Karibu, karibu sana. Pole. Asante. Asante. Kwanza kabisa nataka kufahamu lile swali lililoko vichwani mwa watanzania wengi kuhusu mwisho haswa wa noti ya shilingi 500 ni lini? Kwa utaratibu ambao sasa hivi tunaufanya, ni kwamba hii noti inatolewa kidogo kidogo kwenda kwenye mabenki ikienda pamoja na hizi sarafu za shilingi mia tano, bali noti hizi zinapokuwa zinarudi kutoka kwenye mabenki sasa hazitolewi tena, zinabaki Benki Kuu na baadaye zitakuwa destroyed. Na sababu kubwa ambayo tuliona tufanye hivyo, ya kufanya noti na sarafu ziende kwenye mzunguko kwa pamoja ni hasa tuliogopa ile usumbufu kwa wananchi, pamoja na ile hasara, lakini pia usumbufu kwa wananchi. Tungetangaza kwamba noti zinasitishwa, tungelazimika kwanza, kwamba tuzikusanye hizi, na watu kutoka sehemu mbalimbali wangepata usumbufu wa kuja kuzirudisha kwa kipindi kile ambacho benki ingekuwa imetolea kikomo cha ku cha kutumika. Mzunguko wa sarafu ya shilingi mia tano ni kama haupo. Ikizingatiwa ilitengenezwa kuchukua nafasi ya ile ya noti. Kobelo anafafanua hili. Uh, sarafu hizi zipo za kutosha, na tutambue kwamba benki kuu inapotoa hizi sarafu hata na noti inatoa kupitia kwenye mabenki ya biashara. Kwa tunapeleka kwenye mabenki ya biashara kwa matumaini kwamba watu au wananchi watazipata kupitia kwenye mabenki haya wanapokwenda kuchukua pesa zao kwa matumizi kutoka kwenye mabenki ya biashara. Lakini tunachokiona ni kwamba watu wengi e, pengine hawana account, na ndiyo maana inakuwa vigumu kwao wanapokwenda kwenda kuchukua pesa kwenye mabenki ya biashara. Pamoja na hilo, tunaona tatizo lingine kubwa ni kwamba uh, wanapokwenda kwenye mabenki ya biashara, hata wale ambao wana account wanakuwa hawaombi kupewa, uh, pesa ambazo ni za sarafu. Wanachukua noti tu kwa matumizi yao, na tunaona pia hata zile ATM zinatoa noti tu. Wengi wanakwenda kwenye ATM wanachukua pesa wanaondoka. Sasa kwa kuzingatia hilo, baada ya kuona matatizo haya, sisi tuliona pengine ili kuwasaidia wananchi hasa wadogo wa wadogo na hasa wale ambao hawana account kwenye mabenki ya biashara, tukaona tufungue dirisha ndani ya Benki Kuu katika matawi yetu yote. Kwa hiyo tuna matawi uh, tuna matawi kama matano, tuna Zanzibar, Arusha, Mwanza, Mbeya na Dodoma pamoja na makao makuu. Wakati mimi na mpiga picha wangu tukifika benki kuu yani BOT, tuliziona fedha zikitolewa kwa wingi kwenda kwa wafanyabiashara. Kwa nini haswa hazifiki kwa wananchi wa kawaida? Kama tulivyosema tumefungua dirisha na ni kweli kwamba zimekuwa zikitolewa, e, bila matatizo yoyote na wito I mean, u, tuseme mwamko ni mkubwa na watu wengi wanakuja kwenda kuzichukua na mwamko mkubwa sana, na wafanyabiashara wa aina mbalimbali, wakubwa na wadogo, wamekuwa wakija. Kuhusiana na kuwepo kwa tetesi kuwa zinatumika kutengenezea vitu vya thamani kama vile silva, hili linajulikana na Kobelo na hapa analiweka wazi. Taarifa hii benki kuu inayo na tumekuwa tukiitolea maelezo mara kwa mara, kwamba kwa kweli sarafu hii pamoja na kwamba ina madini ya aina mbili, lakini haina madini ya aina yote ambayo yana thamani ya kuweza kutengeneza vidani wala vitu vya thamani. Madini yaliyoko ndani ya sarafu imetengenezwa na madini ya chuma ikiwa ni asilimia tisini na nne na madini ya niko ikiwa asilimia sita. Hakuna madini ya aina yoyote ya fedha ndani ya sarafu hii na hivyo wale wote wanaojihusisha kununua hizo sarafu na kwenda kuzitengeneza vidani ni kama vile tu wanapoteza pesa zao, na kwa kiasi kubwa tunafikiri watapata hasara kubwa sana katika hizo biashara zao baadaye. Anatoa wito kwa wananchi na wafanyabiashara mbalimbali juu ya sarafu hii ya shilingi mia tano, tunaweza kusema mambo machache kama yafuatayo kwamba sarafu hii ipo ya kutosha ndani ya Benki Kuu na pia tumezitoa za kutosha kwenye mabenki ya biashara. Mtu yeyote anayehitaji sarafu ya shilingi mia tano afike kwenye mabenki ya biashara atakutana ata, atazipata hizi pesa, na kwa wale ambao hawana account tunawashauri wafike kwenye madirisha yetu ya Benki Kuu watazipata hizi sarafu bila matatizo yoyote, na sio tu sarafu ya mia tano, sarafu zote: sarafu ya shilingi hamsini, mia moja, mia mbili na mia tano. Kwa hiyo wito wetu kwa wananchi ni kwamba tujenge tabia ya kupata change kutoka kwenye mabenki ya biashara au madirisha ya benki kuu ili kuepukana na usumbufu wa change huko mitaani na kujikuta kwamba watu wanatumia gharama ili kupata change. Wananchi kwa upande mwingine ndio waathirika wakubwa kwa suala hili la sarafu ya shilingi mia tano, kwa sababu fedha hizi hutengenezwa kwa ajili yao na kutumiwa na wao. Hapa wanaelezea ni lini ilikuwa mwisho kuziona sarafu hizi ama kuzishika na pia mkanganyiko wanaopata na pia mkanganyiko wanaopata wanapoona fedha hizi zinatumika kwa wakati mmoja, hali ikiwa zote ni za thamani moja. Kwa kipindi kama tangu mwaka jana, labda mwanzoni mpaka leo hii sioni, si, si kwa sababu kuna mikanganyiko inayoongewa na wananchi kwamba ile sarafu ni silver au fedha kwa jina nyingine, lakini kiukweli, mimi binafsi shughuli zangu ninazozifanya zinaendana na usonara, si, na, na imani kwamba si silver. Mi mara ya mwisho nilishika mwezi wa kwanza, mwezi wa kwanza noti moja nani ya noti ya era ya silver, moja ya ya naniishika. Nilikuwa naomba labda hizi hera za noti ziboreshwe. Hizi hizi hera za silver unaweza ukabeba nyingi sana, umeona. E, ndo nilikuwa naomba hiyo serikali inaweza ikaboresha noti ikawa iko imara zaidi. Mwisho kabisa naenda kuzungumza na wale wanaotupiwa lawama juu ya upotevu wa sarafu hii. Miongoni mwao ni mmoja wa masonara maarufu kabisa jijini Dar es Salaam kwa jina la Abdul Hakim Hamad. Inasemekana kwamba kuna baadhi ya wananchi wameshakutana na watu wanaodhaniwa kwamba ni masonara na kununua sarafu ya shilingi mia tano kwa bei ya shilingi elfu mbili na mia tano. Taarifa zinasema kwamba sonara hawa wananunua sarafu hizo na kisha huenda kuiyeyusha na kutengeneza mikufu na vidani vya silva halisi, licha ya kwamba mpaka sasa bado hajakamatwa mtu yoyote kuhusiana na tuhuma hii. Na hii ni safari yangu kwa Abdul Hakim Hamad kuzungumza naye kama mtaalamu wa masuala ya vito vya thamani. Na mtazamaji, na hapa nipo katikati ya jiji la Dar es Salaam, na kubwa ambalo sasa limenileta hapa mtaani ni kwenda ama kukanusha uvumi ama kukubali vumi unaoenezwa kwamba sarafu ya shilingi mia tano ina maana kwamba inaweza kugeuzwa ama kuyeyushwa na wataalamu wa masuala haya ya kugeuza vitu wanaoitwa maarufu kama sonara, kama unaweza kuona hapa, ili basi kutengeneza vitu mbalimbali vya thamani ikiwemo vile eh, vidani vinavyovaliwa hususan kwenye shingo ama kwenye mikono na duka unaloona mbele yangu hapa ni la Sonara, duka maarufu kabisa katikati ya jiji la Dar es Salaam ambao nakwenda kutizama basi na kuzungumza naye, ili moja kwa moja niweze kukubaliana na uvumi wa watu ama kukataa. Kukataa ule uvumi wa watu unasema kwamba uh, sarafu hile ya shilingi mia tano inaweza kutumika kutengeneza vidani mbalimbali mbali, mbali, vya kuvaa ama shingoni ama kwenye mkono. Ungana nami. Nafahamu mimi hilo swala sio la kweli. Ingawa zinaletwa nyingi sana hapo, hata wanakuja wanataka watengezewe chain, herini, tunakuwa tunazikataa. Ila wengine wanafikia hata hata kutoa hela ili tuchome ili wathibitishe tu kama jeni, kweli au sio kweli, lakini hamna kitu kama hicho. Yale madini ni shaba, yaani zile hela ni tuseme kama zina rangi tu ya silver, lakini sio silver. Mm, huo ndio kweli. Na nyie kama wataalamu mnaonaje mna, mna, mna swala hili kwamba kuna uwezekano kubadilisha uwezekano wa kubadilisha hela kwa serikali kubadilisha hizi fedha kuwa vidani, kuyeyusha? Haiwezekani sababu ni shaba, haiwezekani kabisa ikaja katika silva, sema kinachowahada wao ni ile rangi. na mtazamaji huyo unayemwona hapa ni Abdulhakim Hamadi ambaye ni mtaalamu basi wa maswala ya kuyeyusha vitu kuelekea katika maswala mbalimbali mbali kama wanavyojulikana maarufu kama masonara hapa mjini, na ameweza kumsikia basi akizungumzia kuhusiana na ule uvumi kwamba mia tano ile ya sarafu inaweza kugeuzwa na kuwa a, kito cha dhahabu ama kito chochote kile ambacho kinaweza kuvaliwa basi kama kidani ama pete katika mwili wa binadamu ameweza kusema kwamba mia tano ile haina madini kama ambavyo inaweza kujulikana. Imetengenezwa na chuma kwa asilimia tisini na nne na nickel kwa asilimia sita. Hivyo ukienda kuyeyusha ama ukienda kuitumia inakuwa ni kazi bure. Huu ni wito basi kwa wananchi kuweza kuziachia fedha zile, kwa sababu inasemekana kwamba zipo mitaani ama zimeshikiliwa na watu kwa ajili ya kwenda kuziuza, na baadhi ya malagai basi huwa wanazinunua na kufanya mambo mengine ambayo ni kinyume na sheria za nchi ni wito kwa watu kuweza kuziachia na kuelekea katika mzunguko wa kawaida, ili ile azma ya serikali kuziweka fedha hizi ziingia kwenye mzunguko na kuziacha zile noti za shilingi mia tano kuweza kuisha muda wake, kwa sababu zile zinachakaa haraka, iweze kutimia. David Nkya, Mlimani TV, elimu kwanza.